Ama baad ma baada ya kumshukuru Allah aliyetukuka mtukufu, na kuzitaka rehma na amani zimwendee kipenzi cha Mwenyezi Mungu, mbora wa viumbe, kipenzi cha waja waliokuwa wema, Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eh, ndugu zangu, leo nakuja na siri ya surat al-Fatiha. Nakuja na siri ya surat al-Fatiha. Kuna baadhi ya ndugu zangu tuko nao misikitini, tunasali nao e, mama anasema waladli waitiki ami, lakini cha ajabu usiku wanachanjwa chale na wachawi waitika ami pia vilevile vile. E, nyumbani vimbwanga vinakuwa ni vingi juu ya nyumba. Leo nakuletea siri ya sura al-Fatiha kwa ajili ya kujihifadhi, pia ni kiboko, ni fimbo kwa mchawi inshallah. Nini cha kufanya, ndugu yangu? Una swali, unampenda Mwenyezi Mungu, lakini haya ndiyo utakutana nayo Unachanjwa, unasumbuliwa, usiku haulali. Hii ni njia ambayo akija tu atapata kiboko, atapigwa, hatarudia tena. Tunafanyaje? chukua jivu hili, fimbo chukua jivu la mkaa jivu, lile jivu. Nikisema jivu, ndio tatakuwa naeleweka. Chukutia ndani ya kopo, kisha chukua limao. E, watu, watu marafiki zangu wa Kongo wanasema strong. Nani ile wanasema strong, yani limao e, kata, kamulia maji mle, maji tu, kisha baada ya hapo utachukua lile kopo, utavuruga kwa kidole shahada, huku ukiwa unasoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha ina aya saba, na wewe utasoma suratul Fatiha kwa idadi ya mara saba. Kuna wanaanza kwa sinielewe, wakajikuta wanasoma suratul Fatiha, kuna suratul Fatiha na suratul Fatiha Alfatiha ni alhamdu. Yaani unasoma kwa mfano, kikombe hichi hapa nimeshaweka nini e, jivu lile la wastani tu wastani, sio kubwa ni, la wastani tu sio la kujaa kopo zima, na limao lako umekamulia mle, utaanza kuvuruga huko. Unavuruga unasema a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim

mara pili mpaka mara saba. Baada ya hapo, chukua dawa yako hiyo, jipake mwilini, lala, yani kama uko ukonaye kitandani, kama ni mkeo ana tabia hiyo ya kuamka usiku, we ujui, kama ni mume wako we ni mwanamke, mume wako huwa anatoka shughuli ipo, yani lazima mtaachana wakipigwa ambacho ye ambacho ataja kupata utapaka mwili wako wote kwa nia, lakini sharti kama utakuwa una matatizo majini, yameshakuvaa yameunayo mwilini mwako, shehe wangu, utakuwa na msiba, sababu lazima utawashwa sana, mwili utakuwa unakuwasha kama kama ukupu kwa hiyo hiyo ni siri nimekuleteni ya surati Fatiha. Hiyo ni fimbo ni kiboko cha wachawi.